mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya imepokea sehemu ya mabomba kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji kutoka chanzo cha Mto Kiwira, ikiwa ni hatua muhimu katika kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi wa jiji la Mbeya na maeneo ya jirani. Hafla ya kupokea mabomba imeongozwa na Dkt. Tulia Ackson, mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Raisi wa Mabunge Duniani ambapo amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa shilingi bilioni 119 kugharimia mradi huo mkubwa. Naambia wenzangu kwa kuungana huku kumshukuru rais wetu kwa fedha hizi nyingi alizotuletea. Nitoe wito, sisi wote tuendelee kutoa ushirikiano katika kazi nzuri hii inayofanyika, tuendelee kulinda miundombinu ile tuliyonayo ikiwa ni pamoja na kulinda vyanzo vya maji, miti inayopandwa huko tuendelee kuitunza, lakini hata sisi tunapopata fursa ya kupanda hiyo miti, basi tupande miti na tulinde vyanzo vya maji ili tusije tukapata changamoto huko mbele. Dkt. Tulia amemtaka mkandarasi kuhakikisha mradi unatekelezwa kwa ubora unaotakiwa na kukamilika kwa wakati kama ulivyopangwa. Ndugu mkandarasi, najua uko hapa, sijajua kama unaongea Kiswahili au unataka kile cha uzunguni kule. Lakini utakuta utapata, uta, uta tu tafsiri. Kwa sababu sisi tunazungumza Kiswahili. Ndugu mkandarasi, tulishaona mabomba kama hivi alafu tukaona siku zinaenda tu. Yaani wanakojenga kwenye chanzo. Kwa hiyo tumwombe pesa tunapokuja, zinapokuja e, na wewe ukimbize mradi kwa sababu unafahamu hapa Mbeya mjini tumeshajenga tenki kwa ajili ya kupokea maji yanayotoka mto Kiwira, na lile na tenki naamini kwa sasa litakuwa linakaribia kukamilika kabisa, ambalo lina uwezo wa kutunza maji zaidi ya mili, uh, lita milioni tano. Kwa hivyo yale maji kule ule wengine huko. Kwa hiyo baada hu tumezindua haya mabomba leo tunataraji yapangwe hayo mabomba fasta, ili pale Forest kunye lile tenki letu maji yaingie yeah. Alafu Mbeya mjini tuseme tumeanza kunywa maji ya mto Kiwira, hata kama yataendelea mtaendelea yata na shughuli zingine huko, lakini maji yafike kwanza hapa moye. Mbeya mjini zize moekijei yeah. Hey, vizuri kwa sababu ndio chama kinachotekeleza ilani yake Zio. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya CPA Gilbert Kayange amesema mamlaka hiyo inatarajia kupokea mabomba 3109 yenye urefu wa mita 12 kila moja, ambayo yatalazwa umbali wa kilomita 37.24 kutoka kwenye chanzo cha maji hadi Foresti mpya jiji la Mbeya ambako kunajengwa tanki la kuhifadhi maji lenye uwezo wa lita milioni 5. Leo tuko hapa kwa ajili ya kupokea mabomba haya kama kuwakilisha mabomba mengine yatakaendelea kuja kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Na tunayapokea mabomba haya kwa sababu zifuatazo. Kwanza, zaidi ya asilimia e, themanini ya mradi huu inajumuisha mabomba haya tunayoyaona. Kwa hiyo tun tukaona kwamba mabomba haya ni sehemu kubwa sana ya mradi wetu, na ndio maana tukasema yanapofika hapa kwa mara ya kwanza, shehena ya kwanza, basi tuweze kuyapokea. Lakini pia tunataka tuwaeleze wale akina Thomas ambao huwa wapendi kuamini mpaka waone. Tumeona leo tuwaoneshe kwamba mama Samia yuko kazini na mradi wetu wa mkakati unaendelea kutekelezwa, na leo watu tumejionea kwa macho yetu, na tuwe tayari kupeleka ujumbe huo kwa wengine. Lakini tunayapokea mabomba haya katikati ya jamii yetu, ikiwa ni sehemu ya ushirikishaji wa jamii na wadau wengine katika kutekeleza mradi. Sisi Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya, hatuwezi tukatekeleza mradi huu bila kushirikisha wadau. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.